Kuanzisha biashara hivi karibuni kama unataka kuanzisha biashara hivi karibuni, unafahamu vigezo vinavyotumika kuanzisha biashara? Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza eh, kigezo kimojawapo cha muhimu ambacho huwa kinatumika kuanzisha biashara, na kigezo chenyewe ni msukumo wa kuanzisha biashara. Sasa ni matumaini yangu kuwa tutakapomaliza hiki kipindi utakuwa na mpango kamili wa kutumia hiki kigezo cha msukumo wa kuanzisha biashara ili uweze kuanzisha biashara ambayo itakayokuwa na mafanikio. Mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola wa Tan Business Channel online television, naomba tuwe pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Sasa kuna mambo matano ambayo yanakupa msukumo wa kutaka kuanzisha biashara. Hayo mambo matano ni yapi? Sasa, kati ya hayo mambo matano kuna jambo la tano, ambalo hilo ndio lina msukumo zaidi, na nitakapofika hapo nitakueleza. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka kipengele cha mwisho au mpaka hilo jambo la mwisho la tano, uweze kufahamu ni jambo gani. Sasa tunaanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni kuwa na msukumo wa kutaka kujiajiri. Unajua, kuna wafanyakazi wameisha fanya kazi wengine miaka kumi, wengine ishirini, hata wengine wanakaribia kustaafu. Sasa katika kufanya kazi huo muda wote, wana inafikia tu wanaona wamechoka. Sasa wanaona ni wakati mzuri wa kujiajiri. Sasa hapo huo unakuwa ni msukumo kuwa ameamua kujiajiri. Sasa kama ameamua kujiajiri, huo ni msukumo mkubwa sana, ambao unaweza ukamsaidia hata kufanikiwa kuanzisha biashara. Kwa hiyo msukumo wa kwanza ni kutaka kujiajiri mwenyewe. Msukumo wa pili ni kutaka kufanya kazi ukiwa uko nyumbani. Unajua, sasa hasa kwa wale watu wa mijini, wanajua kwa unaamka asubuhi, ukoge, unywe chai, then unatoka kwenda kutafuta basi, kama una usafiri na kukupeleka kazini, alafu unafanya kazi siku nzima, jioni unatoka na unapotoka, si unataka kurudi nyumbani, kuna kupanda tena mabasi. Sasa hii kidogo inakuwa ni adha, na sasa muda wote wa miaka pengine kumi, ishirini, shughuli ilikuwa ni hiyo. Sasa inafikia hatua unaona afadhali kuachana na mambo ya kufanya kazi, e, ukiwa mbali na mahali pako, pako, na mahali unapoishi. Kwa hiyo sasa unapata msukumo wa kuanzisha biashara yako ambao utaifanya ukiwa nyumbani au karibu na nyumbani. Sasa huu msukumo unaweza ukakusaidia sana hata ukafanikiwa kuanzisha biashara. Kwa hiyo msukumo namba mbili ni wa kutaka kufanya biashara ukiwa nyumbani kwako au karibu na nyumbani kwako. Msukumo wa tatu ni ubunifu, lakini kabla sijawaeleza huu msukumo wa ubunifu, nawakumbusha tena kwa msukumo wa mwisho namba tano, huo ndio wenyewe, ndio wenye kila kitu. Kwa hiyo nakuomba uendelee kuwa nami mpaka msukumo wa mwisho ili uweze kuelewa ni kitu gani tunachozungumzia. Sasa tuendelee na msukumo huo wa tatu ambao ni ubunifu. Unajua, kuna wengine wana taaluma mbalimbali na katika hizo taaluma zao wanazitumia na wanafanikiwa kufanya ubunifu. Unaweza ukakuta labda daktari akafanya ubunifu aina ya dawa ya, ku, ya kutibu magonjwa fulani. Sasa hiyo dawa akisha ibuni inabidi aanzishe biashara ya kuuza hiyo dawa. Lakini mwingine anaweza akawa labda ni mwasibu ambaye akatengeneza labda eh, eh, package ambayo ya kusaidia labda kwenye kutengeneza hesabu na au ikawa ni app, wengine wanaita sasa hivi application. Kwa hiyo sasa hiyo application anaweza akaanza kuiuza na hiyo ni biashara kwa hiyo kwenye taaluma mbalimbali unaweza kukuta engineer labda akagundua aina ya mashine fulani ambayo inasaidia labda kwenye kwa watu labda wakulima eh. Kwa hiyo sasa unakuta hiyo mashine inabidi aiuze. Sasa kwenye kuiuza, ndipo hapo anafanya biashara. Kwa hiyo tunaposema uvumbuzi wa kitu unakupa msukumo wa kufanya biashara. Kwa hiyo hiyo namba tatu ni uvumbuzi wa kitu au jambo unakupa msukumo wa kuanzisha biashara. Namba nne ni kuwa unakuwa na msukumo wa kutaka kuanzisha biashara ili kuongeza kipato. Kwa maana kuwa unakuta biashara unakuta kuwa kazi unayofanya mshahara unaopata, e, hautoshi kukidhi kukidhi mahitaji yako ya kila siku au famili imeisha kuwa kubwa. Kwa hiyo sasa, inabidi uanzishe biashara ambayo itakuwa kama inaongezea kipato, na kwa hiyo ina maana kuwa utaendelea kufanya kazi hapo ulipoajiriwa, lakini kwa pembeni unakuwa na biashara yako ambayo unaianzisha ili uweze kupata eh, kipato zaidi na kuweza kufanya uweze kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo iwo inaona nakupa msukumo kuwa unaanzisha biashara ili kuongezea kipato zaidi ya kile ambacho umekuwa unakipata kutokana unapofanya kazi. Sasa tuingie msukumo wa mwisho namba tano, ambao nilikwambia hapo awali, huu ndio msukumo wa muhimu sana, na ukiufanya uki vizuri utakufanya ufanikiwe kuanzisha biashara ambayo e, yenye mafanikio makubwa. Huu msukumo ni unapofanikiwa kutambua fursa ya kufanya biashara. Sasa unajua, usianzishe biashara kama hujaona fursa ya kuanzisha biashara. Sasa hapa ni labda nielezee kidogo kwa undani zaidi ni kuwa fursa ya kuanzisha biashara utaitambua kwa kuangalia changamoto wanazokumbana nazo e, wa, wateja kwa maana ya kuwa wateja wanapotaka kununua bidhaa au wanapotaka kununua huduma wanakumbana na changamoto mbalimbali. Sasa hizo changamoto kama wewe unazifahamu ni vizuri sana kwa sababu utajaribu kuona kama una ufumbuzi wa hizo changamoto. Sasa ukiweza kufanikiwa kupata ufumbuzi, hapo ndipo tunaposema umeona fursa ya kufanya biashara, kwa sababu sasa utaanzisha biashara ambayo itasaidia au wateja kuweza kupata suluhisho la changamoto ambazo zimekuwa zi zinawakabili. Nitatoa mifano miwili mitatu ya changamoto zipi ambazo kwako wewe zinaweza zikawa ni fursa ya kufanya biashara. Changamoto moja ni kuwa kwenye eneo ambalo umelichagua la kufanya biashara, kunakuwa e, kuna kuwa, hakuna upungufu wa maduka, hakuna maduka ya kutosha. Sasa wateja wakitaka kununua bidhaa wanakumbana na changamoto, kwa sababu maduka yako machache kwenye eneo Inawezekana sasa hata bidhaa zikawa zinakwisha hazipatikani, na vitu kama hivyo. Kwa sasa hiyo ni changamoto mojawapo, ukiwa na upungufu wa maduka, lakini changamoto nyingine, inawezekana hilo eneo halina kabisa hata duka moja. Kwa sasa hiyo ni shida kwa wateja, lakini kwako kwa wewe ni fursa, kwa sababu utaweza kuamua kuanzisha duka kwenye hilo eneo kwa hiyo ni changamoto ambayo unaweza kaigeuza ikawa fursa. Changamoto nyingine ni pengine ilo eneo unaotaka kuanzisha duka kuna maduka, lakini bidhaa zao au bidhaa za hayo maduka hazina ubora ambao wateja wanahitaji. Sasa hapo tayari kunakuwa na changamoto kwa wateja, wanahitaji bidhaa zenye ubora wa hali ya juu, lakini eh, hayo maduka hayana sasa wewe kwako inakuwa ni fursa, kama unaweza ukapata bidhaa zenye ubora ambao wateja wanahitaji. Sasa hiyo ni mifano, kuna mifano mingi tu ya changamoto za wateja na fursa ambazo unaweza ukazitambua uka, uka kutokana na hizo changamoto za wateja. Sasa kabla sijamaliza kipindi, nina wito nataka kuwapa. Kwanza hebu niambie, kati ya hizo hayo mambo matano nilokuambia yanayohusiana na wewe kuweza kupata msukumo, ni jambo lipi unaona limekugusa sana? Na kama limekugusa, unafikiri unahitaji maelezo yapi zaidi? Kwa hiyo niandikie, ukinielezea kuwa jambo fulani kati ya hayo mambo matano limekuvutia sana na unahitaji maelezo zaidi ili uweze kufanikiwa. Namba mbili, kuhusiana na wito wangu, naomba eh, msubscribe huduma zetu ili kusudi vipindi vyetu vitakapokuwa vina, uweze kupata message ya kukutambulisha au ya kukujulisha kuwa leo ni kipindi gani kitatangazwa na televisheni yetu. Hilo ni, ni jambo la pili, na jambo la tatu ambalo na la mwisho ni kuwa uliza maswali kama una maswali yoyote kuhusiana na vipindi vyetu au hata niliongelea hapo, e, basi uliza swali na mimi nita nitakujibu, nitakujibu ili uweze kupata ufafanuzi wa jambo ambalo bado, e, unaona hujalielewa vizuri. Kwa hiyo naomba tuendelee kuangalia, muendelee kuangalia kipindi chetu e, ambacho kinatangazwa e, kutoka Tani Business Channel online television eh, kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.